Leo tumekusanyika hapa kwa viongozi wote wa taasisi yetu ya IPI kuwakumbusha watanzania kwamba tuko tayari sasa kufanya kazi kwa pamoja na serikali, kukumbusha kwamba watanzania wote tunapaswa kulinda amani yetu iliyokuwepo. Amani hii tuliyokuwa nayo ni amani ambayo imetengenezwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wale waasisi wengine. Kutengeneza amani hii ilikuwa kuna gharama zake. Kwa sisi kama watanzania tumekubali na tumeanzisha taasisi hii kwa pamoja kuelezea Tanzania kwamba sasa watanzania wafundishwe jinsi gani ya kutunza amani katika taifa lao. Ninaamini kabisa kwamba ukimpa elimu mtoto au ukimfundisha mtu kwa habari, basi atajaa roho ya uzalendo na atasimama katika nafasi yake ya kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni nchi ya amani. Sisi tunaamini kwamba wakati huu tuliokuwa nao tuna amiri jeshi ambaye ni amiri jeshi, anafahamu mambo makubwa sana, ametutendea vitu vikubwa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pamoja na hayo, wa Tanzania tumeungana, tusaidiane na yeye, tuhakikishe kwamba sisi tunafanya kazi ya kuweza kutoa elimu ya utunzaji wa amani. Watoto wengi mara nyingi sana wajifunzi yaliyoko ndani ya familia, wanajifunza mambo mengi kutokana na miundombinu wanayokutana nayo, aidha mashuleni na sehemu mbalimbali. Mimi ningeomba wazazi kuhakikisha kwamba tunakuwa tayari kuwafundisha watoto wetu kila wakati tunapopata nafasi kukaa nao, waelekeza uzalendo wa taifa letu. Hakuna njia nyingine ya kulijenga taifa letu bila kuwa na familia. Kwa familia bora itatufanya sisi tuweze kujenga taifa lenye maadili na uaminifu katika kufanya kazi za kijamii hapa nchini, kwa kuisaidia serikali yetu. Faida ya kutunza amani, tunampa nafasi Mheshimiwa Rais kuhamasisha masuala ya maendeleo ya nchi kama tunavyoyaona. Amani inapovunjika, basi hata haya tuwezi kuyaona ambao ni vijio vyetu vikubwa, kama wa Tanzania, kwa wananchi yetu inafika katika maendeleo makubwa. Kwa mfano, mahospitali yaliyojengwa haya, mashule yaliyojengwa, mabarabara yanaoendelea, wawekezaji wanaokuja, vyote hivi ni kwa faida ya wananchi, lakini vile vile amani no inadumu. Na waomba sana vijana walielewe hili, wanajiita jenzi jenzi, kweli wawe jenzi kwa ajili ya utunzaji wa amani. Amani ndio kila kitu. Amani ni tunu. Hata vitabu vyote vya dini vimezungumzia neno amani. Bila amani hakuna kitu, na amani imefananishwa na yai. Yai ukilishika ulishike vizuri, ikishadondoka lile yai, kulikusanya sasa liwe katika revo yake ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo amani tuliyokuwa nayo ni tunu, tuilee kama tunavyolea yai Tuishike vizuri amani hii kama tunavyolishika yai. Lakini hata kama kuna tofauti zetu kwenye jamii, basi watu wakae wamalize tofauti zao kwa mazungumzo.